sana kuongea na watu wengi sana sana, natumia njia ya ndoto. Watu wengi wanaota ndoto, na asilimia kubwa ya ndoto watu ambazo wanaziota ni ndoto ambazo zina uhalisia na ni ndoto ambazo ni za kweli. Sema utofauti ni kwamba watu wengi wakiwa wameota ndoto huwa wanashindwa kujua wafanye nini baada ya kuota ndoto. Kwa hiyo uh, ndoto inaweza kaja kwa namna kuu Tatu, ama ikaja kwa vipindi vikuu vitatu. Ndoto inaweza ikaja ikawa inaelezea mambo yaliyopita nyuma, lakini ndoto pia inaweza ikawa inaelezea jambo liliyopo, na ndoto pia inaweza ikawa inaelezea jambo litakao kuja. Unaweza kuwa unapitia kwenye jambo ambalo ni gumu sana, ama kwenye kitu ambacho ni fumbo kwenye maisha yako na haujatambua kwa nini kinatokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndoto inaweza ikaja kukufunulia kwa habari ya kile kitu kukuelezea historia kilikotokea, ama kukuelezea current situation ama kukuelezea uh, ukikiletea mzaa kitatokea kitafanya nini kwenye maisha yako. Uh, na pia ndoto wewe na uwezo kukuambia mambo yatakayo kuja baadaye katikati ya maisha yako una uwezo kwa upo kazini unafanya kazi yako vizuri, lakini ndoto unaweza kukuambia kesho utafukuzwa kazi, ama wiki ijayo utafukuzwa kazi, ama jiandae kufukuzwa kazi, kwa hiyo huwa ndoto unaweza kukupa taarifa ya kitu ambacho kikatokea kwenye maisha yako. Na mara nyingi watu wengi wakiota ndoto huwa wanazipuuzia. Uh, sio kwa makusudi, sometimes ni kwa sababu labda hawajatambua namna ya kudili ama namna ya kufanya wanapokuwa wameota ndoto. Lakini kwa neema ya Mungu leo utenda kujifunza na kuelekezana kitu gani ufanye unapokuwa umeota ndoto ya aina yoyote ile. Very kitu cha kwanza cha kutambua ni kwamba ndoto mara nyingi ni sauti ya Mungu. Mungu anatumia ndoto sana kuongea na watu wake. Biblia nasema wazi, ameongea na watumishi mbalimbali kupitia ndoto. Ameongea na Yusufu ame kupitia ndoto, ameongea na Danieli kwa njia ya ndoto, ameongea na watu wengi sana kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo, njia ya ya ndoto ndoto imekuwa ni njia ambayo pia Mungu anatumia mara mara kwa mara kuongea na watu wake anapotaka kuwapa taarifa ya vitu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. A, a, a, kitu cha kwanza cha kutambua ni kwamba unapokuwa umeota ndoto ya aina yoyote ile, baada ya kuamka asubuhi, mambo ya kufanya na ya kuzingatia ni kama ifuatavyo. Ukiwa umeota ndoto ya aina yoyote ile a, ni vizuri pia kumshukuru Mungu kwa sababu umeota ile ndoto. Shukuru Mungu kwa amekuonyesha kile kitu kwa kukupa ile taarifa. Lakini kitu cha msingi cha kuzingatia unapokuwa umeota ndoto ya aina yoyote ni baada tu ya kuamka na ukawa umeikumbuka ile ndoto uliyokuwa umeiota, angalia yale matukio uliyoyaona kwenye ile ndoto. Kama tukio ni mabaya uliyoyaona kwenye ndoto na haujayapenda yale matukio kwenye ndoto, tumia kinywa chako kukataa yale matukio yote ambayo umeona kwenye ndoto. Biblia nasema hivi, Mtu atakula matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo, kwa kupitia kinywa chako una uwezo wa kuamua ndoto yako iwaje. Nakwambia tena, kinywa chako kimebeba mamlaka juu ya maisha yako. Ndio maana Biblia inasema mauti na uzima vipo kwenye nguvu ya ulimi wako. Kwa hiyo, una uwezo wa kuamua ndoto yako iwaje. Baada ya kuamka asubuhi na mapema umeota kuna ajali, kataa roho za ajali, sema katika jina la Yesu Kristo, katikati ya maisha yangu hakutakuwepo na ajali, katikati ya wapendwa wangu hakutakuwepo na ajali, katikati ya mtu wa aina yoyote hakutakuwepo na ajali, na kila kitu ambacho ni chanzo cha ajali kutokana na hii ndoto na kikataa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kuwa umeota mtu amefariki, kataa roho za mauti. Ukiona umefukuzwa kazi, kataa roza kwa kufukuzwa kazi. Jitamkie kabisa, nimeota nimefukuzwa kazi, lakini mimi sitafukuzwa kazi, bali nitapata promotion kazini. Jitamkie mambo mema, kinyume na ile ndoto uliyoyota. Baada ya kuamka asubuhi na mapema, kabla hujatafuta tafsiri ya ile ndoto, haujatafuta watumishi wa Mungu wa kutafsiri ile ndoto, imradi tu kile kitu ambacho umekiona kwenye ndoto haujakipenda, usiende mbali zaidi, kikatae kwanza. Hayo mengine atakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hekima tu ambayo nakupa, ili wakati mwingine kusaidia yale mambo asija kukutesa kwenye maisha yako, asija katokea. Ukaanza kusema kila wakati niliotaga, nilionaga kijambo fulani, ili jambo nilishaliona, hayo mambo hataki kuyaona. Kwa hiyo ili sitokea kwenye maisha yako ukiwa umeota na kuamka asubuhi mapema, kemea yale mambo yote kataa kataa roho za ajali, kataa roho za mauti, kataa roho za kufeli, roho za kufukuzwa kazi, kataa mambo yote ambayo yanaweza kusababisha vitu ambavyo ni vibaya. Lakini kwa habari ya ndoto nzuri, ukiwa umeota kitu ambacho ni kizuri na umekipenda kwenye ndoto, omba maombe ulinzi juu ya kile kitu ambacho umekiona kwenye ndoto. Mwambie Mungu, hichi kitu ambacho nimekiona, ninaomba kikae maradufu na hakuna mtu ambaye atakichukua kutoka kwangu uh, Danieli alikuwa anaomba Mungu anatuma majibu kuja, kuja malaika kumpelekea majibu yule malaika anashikwa kwa hiyo uh, Danieli majibu yake ametuma mapema lakini kuna malaika ambaye ameyazuia yale majibu kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza pia kuomba kitu fulani ama ndoto ikakujia kwamba utapokea kitu fulani lakini baada ya adui kuona yale majibu ama kuona kile kitu ni chema anaanza kukizuia kisije kwenye maisha yako kwa hiyo unachokifanya ni kuomba maombi ya ulinzi ukilinda kile kitu kitokee kwenye maisha yako kama unavyokitaka atu mekipenda haleluya. Haleluya, nadhani hapo nimekuwa nimesolve tatizo la ndoto kwa asilimia kubwa sana, na nimesolve tatizo la ndoto kwa asilimia kubwa sana. kwa hiyo ukiwa umeota ndoto yoyote asubuhi na mapema hakikisha kwanza unaiombea kabla kutafuta, ya kutafuta tafsiri ya aina yote. Usiseme nataka nitafute tafsiri ndo niombe kile kitu, kwa kuwa tu hujakipenda dogo fa, usiende mbali sana, ombea pale pale, maliza nacho kazi iende. Mambo ya tafsiri atakuja baadaye, utatafuta watumishi. Baada ya pale utaweza kutafuta watumishi, kama ujue tafsiri labda, utaweza kutafuta tafsiri na kujua labda kujua maelezo mengine ya ziada ya kufanyia kazi, lakini tayari unakuwa umeshaishughulikia ile ndoto ambayo umekuwa mfanya ni umeiota baada ya kuombea na kuombea kwa habari ile ndoto ndipo ambapo unaanza kutafuta watumishi na watu mbalimbali mbali, ama mwenyewe kutafuta tafsiri kwa ajili ya ile ndoto, kwa ajili ya kupata maelezo mengine ya ziada maybe, labda kuna vitu ambavyo unatakiwa pia uzingatie kuvifanyia kazi kwa namna nyingine, lakini wakati huo tayari ulimwengu wa roho umeshajiwekea ulinzi na umejiwekea guide. Yale maneno ambayo umetamka asubuhi na mapema yameshaweka ulinzi kwa ajili ya ile ndoto ambayo umeiona. Na mama, Biblia inasema, je, umeiamuru siku yako toka mapambazuko? Biblia inatambua kwamba kuna kuota ndoto, na ndoto nyingine zinaweza kuwa ni taarifa, na ile taarifa inaweza kuwa ni mbaya. Kwa hiyo unatakiwa uiamuru siku yako toka mapambazuko yake, unayataka nayataka yawepo kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo be, be very active to deal with your dream. Kuwa makini sana kushughulikia ndoto ambazo unakuwa unaziota. Ndoto zimebeba unabii, ndoto zimebeba majibu ya watu, ndoto zimebeba vitu vingi sana sana. Aa, nazani somo langu la leo likuwa ufanye nini pale ambapo umekuwa umeota ndoto. Na jambo la kwanza nimekuambia, uh, ni kudili na kile kitu ambacho umekiona kwenye ndoto. Jambo la pili ambalo nimekushauri na kukuambia ni kwamba baada ya pale ndipo ambapo una uwezo ukaanza kutafuta uh, maana ya ile ndoto, maana ya kile kitu ambacho umekuwa umekiota lakini kitu kingine ambacho nataka nikushauri na nikuambie pia, kuna watu ambao wanakuwa na tatizo, wameota ndoto lakini akiamka asubuhi na mapema, ile ndoto anakuwa amesahau. Shetani ana kawaida ya kuiba taarifa za muhimu pia. Kwa hiyo anaweza kaingiza kitu ambacho kikufanya uisahau ile ndoto, na kuisahau ndoto hakumaanishi kwamba haitatokea kwenye maisha yako, na hii ni ishara kwamba ndoto uliyoisahau ni ndoto ya muhimu. Pale ambapo nakuwa umeamka afu nakuta kama kuna ndoto uliisahau, na unajaribu sana kuikumbuka, yani kichwa chako kinasumbuka sana kutaka kuikumbuka ile ndoto. Kumbuka hiyo, jua kwamba hiyo ndoto ni ndoto ya muhimu. Ukiona tu umeamka na kichwa chako kinasumbuka kuitafuta na kupata maana ama kuikumbuka ile ndoto, jua ile ndoto ni ndoto ya muhimu. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia kabisa, ambayo unaweza ukayafanya baada ya kusahau ndoto aina yote, hii ni hekima tu ya kawaida unaweza kutumia. Kitu cha kwanza unaweza kuomba maombi. Haya ni maombi ambayo yanakudirect ya, ya kuikumbuka ama pia anaweza kudirect kukataa kila kitu ambacho ni kibaya kinachotokana na ile ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, ukiwa kwenye maombi yako au baada ya kusahau ndoto, mwambia Mungu aa, najua kuna jambo ambalo ulikuwa unatamani sana kuongea na mimi siku hii ya leo, na ile jambo umelituma kwa njia ya ndoto lakini uh, baada ya kuamka asubuhi mapema, mtoto wako nimesahau nimesahau ile ndoto ambayo umeniambia. Kwa neema yako na kwa rehema zako naomba uni, uni, uni, uniambie unikumbushe tena ile ndoto ambayo nimeyota, ama nikumbushe ni, kwa namna yoyote ama nifahamishe hicho kitu kwa njia ya nyingine ya aina yoyote. Na ni Mungu ni mwaminifu, amesema yeye usikia maombi tulionayo na kwa kuwa tayari umeshatanguliza kwamba jambo lolote, sema ni jambo la msingi, na ameona unyenyekevu ulionao, Mungu huwa anakukumbusha ile ndoto. Hiyo jambo limeifanya kwenye maisha yangu na nimeona likifanya kazi mara kwa mara, kwamba ndoto inapokuwa mekisahau, ukimrudia Mungu, Mungu huwa ana kawaida pia ya kukumbusha ile ndoto ambayo umekuwa umeisahau. Lakini jambo jingine ambayo unaweza kalifanya wakati umesahau ndoto. Aa, mara nyingi unaweza kuwa umeota ndoto umeisahau, lakini unatambua aina ya ndoto ambayo unakuwa umeota. Unaweza kuwa umesahau kweli lakin ndoto lakini unatambua ile ndoto niliyokuwa nimeota ilikuwa ni ndoto kama ni ya ajabu, ni ndoto ya kutisha. Moja kwa moja ingia kwenye maombi ya ukataa kile kitu ambacho umekiona kwenye ndoto. Sema Mungu, kama kuna pandikizo la aina yoyote, kama kuna kitu kibaya nimekiona, umenionyesha usiku huu wa leo na kinaenda kutokea kwenye maisha ya kwangu ama kwenye maisha ambayo ana kwenye mtu yoyote ambaye anaweza kaaffect maisha yangu, hicho kitu nakikataa na ninakizuia, na katika damu ya Yesu Kristo ninaweka urinzi kwenye vitu vyangu, mali zangu taja aseti zako, taja vitu vyako pale, mwambie Mungu afanye ulinzi kwenye kila kitu. Sikiza maneno ya uh, Biblia nasema kwamba kila sauti ina maana kwenye ulimwengu wa roho, yale maneno yanaenda kuweka ulinzi na coverage kwenye kila kitu. Na pia ulimwengu wa roho anatambua aina ya ndoto ambayo umeiota kwa hiyo ataenda kuweka coverage kwenye ile ndoto ambayo umeiota moja kwa moja, na hiyo itakusaidia sana kuweka ulinzi kwenye vitu vyako kwenye kupitia ulimwengu wa nini Kwalo kwa hiyo kwa wakati mwingine usiishi kama mtu ambaye ni mjinga na mtu ambaye ni mpumbavu. Hapana, kwa hiyo tambua sana ule Mungu wako wa ndoto. Najua kwamba ndoto zinaweza zikapitisha taarifa mbalimbali na zile taarifa zikawa ni taarifa za muhimu ambazo zinaweza kaleta uh, madhara na zikaleta faida pia kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana unapokuwa umeota ndoto ya aina yoyote, na Mungu akubariki na Mungu akutunze sana, ubarikiwe na Bwana, tukutane tena kwenye vipindi vingine na madarasa mengine yanayokuja mbeleni. Mungu awe pamoja na wewe. Amina, amina.